Kina mama oye upande huo, ah, ninataka kuongelea mambo ya amani. Tunataka amani katika nchi yetu ya Kenya, na hatuwezi kuongea juu ya amani bila kuongea ile amani ya nyumbani kwetu, mahali tunatoka, amani ya mzee wako na watoto na wale mnaishi pamoja. Tunataka kutengeneza amani kutoka nyumbani ikiendelea kwenda juu, na ninaelewa kwamba tukiwa na amani katika mafamilia yetu ndio mnasikia wenzangu wameongea mambo ya femicide, watu wanauana, mabwana wana, wanaua mabibi zao na kuna mabibi pia ambayo wanaua mabwana zao. Kwa hivyo leo hii tunataka kuangazia mambo yetu ama maongeo yetu siku ya leo sisi kama viongozi, ni ni mambo ya amani kutoka familia ikienda juu, ndio Kenya yetu tuwe na amani, kama vile tunaelezwa na tunahubiriwa kila mara na na president wetu His Excellency William Ruto. Kwa hivyo leo hii naongelelea man, mambo mawili mambo ya amani na mambo ya ujasiri wa uh, uh, kujiandikisha kama mwananchi wa Kenya. Serikali yetu imetengeneza mkakati ya vile kila mtu anaweza kujiandikisha. Mambo ya kulipa mia tatu, shilingi mia tatu kwa kupata kitambulisho iliondolewa na serikali na wakati ambaye umejaza fomu ya kupata kitambulisho itakuwa katikati ya siku tatu na siku kumi. Kwa hivyo, kina mama, kama kuna wasichana kama kuna watoto wenu kama kuna wale watu wazima pia ambaye hawajajiandikisha kama wananchi wa Kenya, mjiandikishe mupate kitambulisho, sababu bila kitambulisho hauwezi kupata service yoyote katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo watu wakia, ya, ya Kwale tumefika hapa leo ni kwa sababu ya huyu mama ni wangapi wanasema mheshimiwa Mazito tano tena? Ni wangapi na mnajua, kiti ya mama haina kipimo ya miaka kumi kama ya gavana. Hii ya mama ni fululizo, mnaweza kuamua hata kumpatia zaidi ya miaka kumi na tano mkiamua nyinyi kama wananchi wa Kwale. Na nimekuja sitakwanza kutaja dada yangu ambaye ni gavana, yeye ndiyo simba jike katika Kwale. Eh, awa gavana eh, mheshimiwa sionekane <coughs> nataka kupigia debe mheshimiwa gavana wetu. Ni wangapi wanasema atarudi tano tena? Wacha nione kwa mkono, ni wangapi wana sapot? Achani, ni wangapi wanasapot uh, mheshimiwa MCA wetu Hanifa ni wangapi wanasema Honorable Masito tano tena? Ni wangapi wanasema sisi tunataka amani katika nchi yetu ya Kenya? Ni wangapi wanasema His Excellency the President tano tena? Mungu awabariki sana, asanteni. Mimi ninaitwa Liza Chelule, mama county ya Nakuru. Karibuni Nakuru.